ambao wenyewe wanaendelea na taratibu zao za kisheria ki, kwa hiyo tumewaachia tu, tu, tu, serikali. Yeah. Kwa taarifa ambazo labda kama familia mnazo, kaingia safari yake, anakuja Dodoma na mpaka anafika, na huko alipokuwepo kuna tofauti yoyote ilitokea kati yake na watu waliokuwa nao ama hamna taarifa yote ambao mnaipati? Kwa kweli hatukuwa na taarifa yoyote kwamba labda MC Pilipili alikuwa na ugomvi na mtu MCV pia alikuwa si mtu mkorofi. Hata sisi tuko tuko naye nyumbani, uh, mimi ni mdogo wangu, sio mtu mkorofi, hawezi kupigana na watu ni